ni lenu sio lako peke yako, ukinisikia likikugusa, please, hadithia mwenzako. You never expect hiki kijacho. He. Hmm. Yeah. Mimi mtembezi ka Johnny Walker, natembea sana sana na madhako eh, usinitafute kule ambako siko. Mi ndiyo mista kikulacho ilinikungoni mwako mwendo mdundwa mistari minyato yo mistari ya miba haini penye hapa kwato <laughs> Ishara ya masara sasa. Master Kimbo kama anavyojulikana mtaani ni msanii, ameibua mseto wa hisia, wengi wakimpa uungwaji mkono, wengi wakisifia kazi zake na wengi pia wakimtambulisha kama gwiji kutoka jimbo la Kilifi. Kimbo ni msanii mzuri, msanii ambaye akishaingia kwa music huwa anafanya kazi vizuri tu sana na anajua hit ni nini, na anajua nyimbo nzuri ni gani, na anajua hizi zingine ni za matani tu, yeah so, ni mtu ambaye yuko kila mahali. Ukimbwagia kwa lingala ataenda, kwa tarabu ataenda, na hip hop yuko. Yani ni msanii ambaye yupiga zote zote, tu ni poa sana yao. Huyu kijana muziki wake haufananishwi na kijana yoyote. Huyu kijana muziki wake akipiga mahali popote, kila mmoja lazima atashangilia kwa sababu anaongea anapiga mziki na fakti tupu, yenye akiongea kwa mziki kila mmoja anajua yule kijana anaongea mambo ya kweli. Lakini kuna vijana labda mwenye anawajua hapa mtaani npanawana mziki angewataje tu wawili watatu, pia ukasikia vizuri. Mzaliwa mwaka 1989 katika eneo la Mnarani almaarufu Mamtoni. Master Kimbo kwa majina kamili Omar Hamisi Omar ni mmoja wa wasanii tajika tokea ukanda wa Pwani enzi zake, akipata msukumo mkubwa kujiendeleza katika sanaa. Hata hivyo, mwanzo wake haukuwa rahisi kama anavyoelezea mamake mzazi. Huu mwanangu alivyoniambia kuhusu mambo ya usanii mimi nilimpuuzia sana. Kila akinifuata mama, mimi niko vizuri, najua kuimba. Mimi naona pengine ananidanganya. Mimi najua kuimba, naona ananidanganya. Lakini wakati huo, akaja kanigomea pale nyumbani, tukipika hataki kula, kila nikimwambia hivi akasirika. Nikaja nikamuuliza sasa watakaja, akanambia, mimi nataka unitoe tu na, na nyimbo moja Unilipie tu hii nyimbo moja na na, niko na uhakika ya kwamba ukishanilipia hii nyimbo moja, mimi mama, sitakusumbua tena, na kwamba nikwambie, nataka pesa niende nikarekod. Nikamwambia haya, ni sawa, ni pesa ngapi? Akanambia kiwango cha ile nyimbo, na studio yake ya kwanza ya kwenda kurekod ilikuwa ni Free Town Studio na producer alikuwa ni Jimmy Ngala, na hiyo nyimbo mimi ndio nililipia, na naam, ilifanyia kazi hiyo nyimbo lakini ilikuwa kwaje? Mimi nimeanza mziki nikiwa ni mdogo sana hata nikiwa bado ni, nikiwa bado niko skuli, hata sina ID nakumbuka nikienda nikichukua pesa ya Safaricom wakati ina launch M-Pesa. Safaricom nilikuwa kwa hata sina ID. By the way, Kilifi ilikuwa ilikuwaku hakuna mwanamuziki kuwaku, kuwa muziki unatupita na hapa juu, uko Mombasa na Malindi lakini mimi kwa ule ushupavu wangu na ujenerali oh, wangu ambaye ndio ulinifanya mimi kuwa legend ni kwamba nilichukua mziki nikaushukisha hapa hapa. ni kama ile style yani, kwamba kitu kinapita na hapo juu, basi nakitegea na pando na kipiga na unakibwaga hapa hapa eh, hivyo ndio nilifanya, na mziki kweli nikaushukisha Kilifi na kama kweli kakubalika na watu wakaitambua Kilifi, na mpaka sasa hivi ukisikia na kuambia do talanta zinatoka Kilifi, nasema kweli ama uongo? Hapo ni kweli, street major ya na mpaka leo hakuna mtu ambaye amevunja ile rekodi yangu. wasanii wako by the way, talanta zinatoka Kilifi. Mbali na, na mziki, kuna mpira, watu wanapiga boli ile mbaya, kuna watu ma acrobats, au sio? talanta kibao ziko Kilifi. Ushaona, sema tu kuangaziwa, ndo hazijapata mtu wa kuziangazia, lakini talent ziko real real talent. Kuhusiana na mziki, I was there I made it happen, kama vipi. That's why I'm the legend. Wako wengine na generation hii kama ile ilikuwa tunatumia instrumental za Ulaya na mpaka hata tunatrend na mdomo, nikiwa na rafiki yangu Mbese ni KDF anaitwa ulikuwa tuna train na mdomo tu, ni do kama ni beat ambayo ndo tunasema kama mfano kama eh ee, inaitwaje, move pitch, ile ilikuwa ni ten ten ten ten, ten, ten, ten, ten. Mimi nampigia na na mdomo na yeye anaimba anaimba, ikifika mahali amemaliza yeye anarukia beat anapiga na mdomo mimi na naimba. By that time ulikuwa, nakumbuka, nilikuwa nilikuwa najiita chikichali unashona, then kulingana na kukonka likaja jina likaanza kupanda lika change kuanzia Master Master, nikaja nika form kikosi cha Bad Master. By the way, mimi ni songwriter na ninaandika ngoma ya kila mtu hapa, nikamwandikia verse na nikampatia na tukafanya ngoma. Unashaona, hiyo ni kipaji ambacho niko nacho pia, ama songwriter a very best one, na niko faster, na kuna ngoma zingine hata sizaandiki zinatoka kwa kichwa tu na zinarekodika na perfect. Unashaona hivyo ni vitu ambavyo nashukuru Mungu alinipatia yani Full package ya muziki. Waliofanya kazi naye Master Kimbo wameshikilia kauli kuhusu bora na ubunifu wake kijana huyu wa Kilifi, msimamo ukiwa bado hajafika anapostahili. Mimi naweza sema Kimbo nimekutana naye sana Crack Sound eh, kwa sababu eh, J Crack ambaye ni manager wangu for I think over 20 years ni producer wake pia kuna time alikuwa anamanage, naweza sema ni msanii very talented and ya extremely yani ya, ukisikiza ile ukisikiza mistari yake vile anaipanga unajua huyu mtu yuko na IQ nyingine ya hali ya juu. But unajua tena hizi talent zetu na company za wale watu ambao tunashikana nao na, na vitu kama hivyo, so anakuwa anamitiani mitiani yake maisha, but, mziki, zote, ya kimaisha but ukija kwenye muziki siku zozote nimefanya naye show nyingi sana, na ni mtu akipanda stage hata kama watu hawamjui akianza kuflow watu wana, wana wanapiga kelele. Mm. So ni mtu yuko na hiyo naweza sema wow factor kwamba ukisikia kipaji chake for the first time hata kama umjui anaku blow. Mm. Mtu kama hivyo, so ni msanii mzuri sana mm. Lakini mbona star mwenye uwezo kama huu kukosa kutawala safu ya sanaa humu nchini? Navii pia ni kukubaliwa kwao ngumu, lakini mimi nashukuru love iko hapa mtaani shona sema, lakini ni kwamba ule uwezo wa kwamba na imani hapa ndugu zangu wote, ambao hapa wote wanajua uwezo wangu, na wote wanatamani wanione niko pale juu, sababu mimi kwa pale juu ni kwamba pia hao pia nao wanapata ile pia wanaweza jisifia mahali kwamba mimi ni Wakilifi na Kilifi tuko na mkali wetu. Na by the way, yoyote yule anayekuja Kilifi, hakuna msanii alikuja Kilifi hapa akaja akatamba wakati mimi niko ama nasema ngoja hawatambe, nikiwa niko ushaona? So yani kitu ambayo iko ni kwamba ni lack of promotion, ndugi zangu hawa. Nina hakika kama kungekuwa yani, hawa ni kina Bahresa, wangekuwa wamenishika mkono kitambo sana, ushaona? Lakini bado hawajapatikana yule mtu, lakini nina imani na kwa uwezo wa Mungu na kupitia dua pia za hawa ndugi zangu. Kwa hakika hakuna anayenitakia mabaya hapa, ushaona? Ya, na kuna time uko nimechanganyika na mambo mambo fulani ya kimitaa na ya kiujana lakini nao mambo saa hii niko poa. Ushaona? Mara nyingi nimeona anasimama kama eh, producer, na anataka na awe na timu pia kwa sababu sio vitu vyote ambavyo mimi naweza kubeba. Maana mimi ndo natafuta show. Mimi mara nyingi huwa nikishatengeneza kazi na mtu huwa anampatia 100% yake bata uh. Kuna time nilikuwa nikiziachilia nyimbo zake, watu wanachukua wanaweka kwa mitandao, kwa streams ambapo walikuwa wanakula hela sana, na fadhali afungue yake mwenyewe ama afunguliwe kwa sababu kuna watu walikuwa wanasimama kama management yake. Pia sijapata management yoyote kutoka kwa mtu yoyote. Wale wanaokuja wengi wanataka kumtumia, wanatumia jina lake kwa kukuza vipaji vyao, lakini sijapata management yoyote. Japo nyimbo zake zinatambulika mtaani, uuzaji wa kidijitali na matangazo ya kisasa hayaonekani kumpa shavu Master Kimbo. Ningependa sana kusikia kazi maybe ya mtu kama Kelechi na Kimbo. Eh, Kenya ningemweka ude, anaitwa Diana Koza, anaitwa nani? Alafu na Kimbo, hata Zuchu I think wanaweza fanya kazi nzuri. Kimbo ni msanii ambaye anaingia mahali popote, ukimweka kwenye rege, ukimpigia beat ya rege anaweza akachana, ukimweka kwenye beat ya singeli anaweza chana, ukimweka kwenye chakacha anaweza chana, ukimweka kwenye manzele mahali popote. So mimi ningependa kumshikanisha na watu kama hao nisikie wanaweza wanaweza toa nini. Ni makala ya burudani.